Leo nataka niongee na mtu ambaye anateswa na roho ya rejection. Kuna mtu ambaye amekataliwa sana, popote pale anaenda, amekataliwa. Akienda kutafuta kazi, ama totu, akianza kitu, amekataliwa. Roho ya rejection ama kukataliwa, ndiye mtu ambaye siku ya leo nataka nikuombee, ili ukaweza kufunguliwa, kwa sababu ukiwa umetawalwa na roho ya rejection hata uingie katika ndoa katika uhusiano bado utakuwa unakataliwa. Hata uingie wapi utakataliwa. Mtu ambaye ako na roho ya rejection, hata wakati ambapo anaenda kuenda kutafuta kazi, wakati ambapo anaenda kutafuta hiyo kazi tu bado kazi na mkataa. Kuna watu wengine ambao wamekuwa wakifanya kazi lakini baada ya kulipwa hiyo pesa aiwasaidii, aiwasaidii, pesa haina faida kwao. Wengine wakipata mshahara wao tu magonjwa inainuka tu magonjwa ambayo haijuliki mahali ya mpapo inapokotoka we, ndio mtu ambaye nataka ili kuombee ili maisha yako ikaweze kufunguka ili mambo yako ikaweze kufunguka katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu. Aliahi kuna huyu dada ambaye alikuja kanisani ambaye alikuwa analalamika sana, akisema ya kwamba managora, nimekuwa nikijaribu, ndoa zimenikataa, na nilipoona nilipopata mtu ambaye anaelewa ni mtu ambaye atampenda. Walipopendana tu wakatoka na wakaenda nyumbani kwao. Sasa walipoenda nyumbani kwao, sasa wazazi wa yule mume, wa yule bwana yake sasa, wakaanza kumkataa, akaanza kuwekelewa pitina bala, wamtaki awataki, hata yeye bwana yake akegeuka, hata yeye akaanza kusema hata mimi, hata yeye hakawa amtaki, kwa sababu ni roho ya rejection. Ikitawala katika maisha yako utakaa maisha ya kuangaika maisha ya kuangaika. Tulipoomba, kwa sababu ni roho ya rejection ilikuwa ndani yake, tulipoomba ile roho ambayo ilikuwa imesukumiwa ndani yake, ilitoka na ilipotoka tu hata communication zake na bwana yake zilifunguka. Leo nataka niongee na mtu ambaye amepata pesa na asina faida kwake. Kuna mtu ambaye amejaribu ndoa, imemkataa kuna mtu ambaye amejaribu kazi, kazi yenyewe imemkataa. Ndiyo mtu ambaye nina gonja asubuhi ya leo ili niweze kuomba na nikutabiria na hakika maisha yako itaweza kufunguka. In the name of Jesus Christ, katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliyei naitwa Prophet Joshua napatikana emale town, napatikana emale town. Nataka upange safari Jumapili hii ufike kanisani. Mtu ambaye unanipata ukiwa Nairobi nanipata ukiwa Machakos, unanipata ukiwa Kitui, nataka upange safari ili Jumapili pili h ambayo tunaingia tukue pamoja, ili niweze kutabiria maisha yako, niweze kuombea maisha yako, niweze kufungua maisha yako. Bwana amenipa neema, amenipa kibali ili niweze kufungulisha maisha yako. Wengine wamenasiwa nyota zao, wengine wamenyasiwa baraka zao, zimenaswa zimekamatwa. Ndiyo mtu ambaye na nataka Jumapili ufike kanisani ili niweze kuomba pamoja na wewe na ninajua ya kwamba maisha yako itaweza kufunguka, maisha yako itaweza kufunguka, maisha yako itaweza kufunguka, maisha yako itaweza kufunguka. Kuna mtu ambaye amezunguka sana, amewekewa limitations katika maisha yake, anakaa maisha ambayo ni maisha ya kung'ang'ana, anakaa maisha ambayo ni maisha ya kuteswa na kunyanyashwa na watu. We ndiyo mtu ambaye ninataka ili maisha yako ifunguke in the name of Jesus. Kuna mtu mwingine ananipata, lakini anasema ya kwamba, mtu wa Mungu, mimi nimejaribu, ndoa zimenikataa. Ninapopata mtu ambaye ninaelewa ya kwamba atanisaidia ya kwamba ninaweza kufunga ndoa naye hama ninaweza kufunga arusi naye, sijui ni kitu gani ambacho kinachoua so, kinainuka hama kinatokea. You are the person I'm calling, you are the person, you are the person I'm praying for you, you are the person I need your call in the name of Jesus Christ. Kuna mwingine ambaye anakaa maisha ya kudharauliwa ya kuteswa, we ndiyo mtu ambaye nasikia katika laini za kiroho, nitabiria maisha yako katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu wa Mungu aliyai nataka utume uchume ufupi kupi tia namba yangu ya simu ambayo ni namba yangu ya simu, ili ni kuombea maisha yako ifunguke, ili ukaweze kukua na maisha ya ushuhuda katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. you are the person, wewe ndio mtu ambaye natarajia upige simu yako ili maisha yako ifunguke na uweze kupata ushuhuda katika jina la Yesu Kristo. Kila Jumapili pili ungana na mimi pale kanisani kanisa letu linapatikana Emali Town. Wale watu ambao ni wageni Emali, Emali inapatikana barabara ya kutoka Nairobi kwenda Mombasani. Hapo ukitoka Mombasa kwenda Nairobi, hapa ndipo Emali Town ilipo. Ukuja Jumapili, ni kuombee maisha yako ifunguke, upate kibali, upate nyota, upate ushindi wa kufanikiwa katika maisha yako. Ushuhuda ni mingi sana ningeweka tu kila ushuhuda hapa, hata wewe ungeshangaa. Ushuhuda ni mingi sana nataka ujipange hata wewe ukuje upakee ushuhuda wako.